Yanga warejea tena kwa wa ASEC Mimosa, mambo yamekuwa magumu, ambapo inaelezwa kwamba uongozi wa Young African Sports Club imeanza mchakato rasmi wa kumtafuta kocha ambaye atakuja kuchukua mikoba ya kocha wa sasa Romain Folz kutokana na kiwango ambacho amekionyesha kocha huyo wa Yanga. Wameona kuna haja ya kumtafuta mwalimu mwingine, na tayari kwenye kikosi hicho mchakato wa kufanya tathmini ya namna anaweza kuja kukinoa kikosi ume nza taarifa za ndani zinaeleza kwamba uongozi umempendekeza kocha wa Assec mimosa Julie Chevalier kuja kuchukua nafasi hiyo lakini pia kuna zaidi ya majina mia moja yapo mezani kama itashindikana kama ilivyoshindikana hapo awali watafanya chaguo jingine kocha Folz kwenda akasimama kama kocha mkuu kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City kama kocha mkuu, baada ya hapo atapewa Thank you. Ni maneno ya mdau ambaye aliweza kuzungumza baada ya tetesi tanzila, taarifa za ndani kabisa ambazo zinaeleza kwamba kocha eh, Roman Fezi kutokana na kiwango chake ambacho amekionyesha na watu kut kufurahishwa eh, na kile ambacho anakionyesha uwanjani, mbele ya wachezaji wengi wakiamini kwamba kocha huyu anabebwa na uwezo binafsi wa wachezaji basi uongozi Yanga umewaangalia namna gani ya uwezekano wa kumpata kocha mwingine ambaye atakuja kuwa mbadala wa kocha Roman Folz huku ikielezwa kwamba Yanga wakati huu wameamua kurejea tena kwa, ali, eh, kwa kocha yule wa ASEC Mimosas ambaye kocha huyo awali walitaka kumchukua lakini ikashindikana, ila sasa mezani wana majina mengi zaidi ambayo yatawafanya waweze kuchagua ni yupi ambaye anaweza kuwafaa. Lakini pendekezo na chaguo la na, na viongozi ni kumtaka huyo Julie Chevalier ambaye yeye anaweza kuchukua nafasi hiyo ya kocha ili kuweza kuziba nafasi hiyo ya kocha ambaye baada ya mechi ya Mbeya City akapewa muda wote, kwa kuwa hajaonyesha kile ambacho wengi walikitegemea baada ya kutua tu kunako timu ya Yanga. Hivyo muda wote kocha wa Yanga kutimuliwa kunako klabu hiyo, na baadaye baada ya hapo kwenda kutafuta changamoto nyingine na Yanga kupata kocha mwingine ambaye huyo anaelezwa kwamba ndiye anaweza kuwa mrithi sahihi.